Habari. Hebu tuzungumze kuhusu roboti eneo la kisasa katika urologia. Upasuaji wa roboti unasikika kuwa wa kifahari sana, ni aina ya juu ya upasuaji wa tundu dogo. Kimsingi, ni mpangilio wa bwana na mtumwa. Sisi madaktari wa upasuaji ni bwana, na mpangilio wa roboti ni mtumwa ambaye huiga tu harakati za mikono yetu. Faida za upasuaji wa roboti ni kuona bora, ukuza bora na usahihi bora wakati wa kufanya upasuaji ikilinganishwa na upasuaji wa kawaida wa tundu dogo ambao ni laparoskopi. Upasuaji wa roboti katika urolojia umepiga hatua kubwa. Kuna maeneo mawili muhimu ambapo ina jukumu kuu. Moja ni katika saratani ya tezi dume ambapo upasuaji wa tezi dume kwa msaada wa roboti umekuwa matibabu ya kiwango cha dhahabu. Eneo la pili ambapo roboti imeleta mabadiliko makubwa ni katika saratani za figo. Kihistoria, wagonjwa wowote wa saratani ya figo wangemaliza kwa kuondolewa figo nzima. Lakini kwa upasuaji wa roboti, tunaweza kuondoa sehemu ya uvimbe tu na kuhifadhi figo ya kawaida kadri inavyowezekana. Kwa kutumia roboti, tunaweza kufanya upasuaji hata kwenye uvimbe tata wa figo, ili figo ya kawaida iliyotolewa na Mungu iweze kuhifadhiwa kwa wagonjwa wetu. Siyo tu saratani ya figo na saratani ya tezi dume, katika nyanja nyingi za urolojia, upasuaji wa roboti umeleta mabadiliko. Kama daktari wa upasuaji wa roboti aliyehitimu, tunatoa huduma zetu hapa katika hospitali ya Apollo, barabara ya Bannerghatta kwa kutumia mfumo wa kisasa zaidi wa roboti wa Davinci Xi. Asante.